Nam mtazamaji wa Trend TV, ebwana, ni kwa mara nyingine tena tunaweza kusema hivyo ebwana. Harmonize na Diamond Platnumz uso kwa uso, yaani ni kwamba hii sio mara ya kwanza kwa mwaka huu hapa. Hii ni kama mara ya pili hivi, ni kwamba wanakutana uso kwa uso kutokana na kwamba vijana hawa bwana, wote wawili wamekuwa wakiachia kazi kwa pamoja. Uh, kama unakumbuka vizuri bwana, kuna kipindi kile ambacho Harmonize alivyoachiaga ngoma yake na Diamond naye pia akaachia ngoma yake inayokwenda kwa jina la Babu. Uh, na zote hizo zikatolewa kwa wakati mmoja, lakini at the end of the day tunakumbuka kwamba ile ilikuwa ni moment ambayo Mbosso naye pia alikuwa ametoka kuachia kazi yake bando ya kazi sita katika EP ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la Room Number 3 ambapo katika hiyo EP ni kwamba Mbosso bwana alikuwa anakimbiza na ngoma zake mbili ikiwemo Power pamoja na Viola kwa hiyo pamoja na kwamba Harmonize na Diamond wote waliachia ngoma kwa wakati mmoja, baada ya Mbosso kuachia kazi yake hiyo ya Power Viola katika hiyo EP yake ambayo inakwenda kwa jina la Room Number 3, ni kwamba ngoma za Diamond na Harmonize hazikufua dafu mbele ya, kon, mbele ya Mbosso. Lakini this time around tunafahamu kwamba momentum ya ile EP ya Mbosso bwana imeishapungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo basi, moja kwa moja tunachokiona sasa hivi ni kwamba Uh, Diamond pamoja na Harmonize wameshaamua kuachia kazi zao nyingine, lakini wameachia wote kwa wakati mmoja kwa mara nyingine tena on... Lakini mpaka sasa hivi ao tunavyozungumza ni kwamba tayari uh, Diamond Platnumz ameshatangaza kazi yake mpya ambayo ameiachia, lakini kwa upande wa Harmonize Konde Boy, yeye pia ameachia kionjo tu, lakini bado hajaachia official eh, katika ukurasa wake wa Instagram. Lakini kitu ambacho amekisema yeye, ametangaza tu kwamba hii ni moja kati ya ngoma ambazo zipo katika albamu yake ambayo inakuja hivi karibuni kwa mujibu wa Diamond Platnumz alivyoposti tu kuhusiana na ujio wa kazi yake mpya na kuirelease moja kwa moja. Upande wa pili huko napo pia Harmonize Konde Boy jana jioni akaposti kionjo cha wimbo wake mwingine akaandika: album name 31 song number 80, friend zone eh bwana, hii ni ngoma namba nane. Harmonize ameiachia kionjo chake, ambapo amedai kwamba ngoma hiyo inakwenda kwa jina la friend zone. akaendelea kusema kwamba based on true story, akiwa na maanisha kwamba e bwana, hii nyimbo namba nane kutoka kwake Harmonize bwana ni wimbo ambao ameuandika ambao umebezi katika true story e, yani akidai kwamba nyimbo hii ameiandika kulingana na kitu ambacho kweli kimemtokea Harmonize. Hey, akaendelea kusema kwamba she was my favorite friend she's bad, akiwa namaanisha kwamba huyu ndo alikuwa rafiki yake wa karibu kabisa. Kwa hiyo ngoma ni kwamba Harmonize ameiimba kwa ajili ya rafiki yake ambapo wadau wengi sana uaga wanaelewa kabisa kwamba Harmonize bwana wapenzi wake wengi sana uaga anawaita marafiki zake. Kama unakumbuka alishae kutoaga nyimbo inaitwa best friend, ambayo moja kwa moja alikuwa amemwimbia Kajala ambaye alikuwa ni mpenzi wake sasa hii hapa ni nyimbo nyingine tena ambayo anadai kwamba ni true story, ambapo wadau wameshaelewa kwamba inamuhusu mpenzi wake mwingine Harmonize, ambaye inasemekana ndo huyu aliondoka juzi, kwa sababu humu ndani Harmonize ameimba mambo ya anko anko, nyingi kazi na vitu vingine kama hivyo, binamu binamu, ambapo tunakumbuka kwamba yule mwanadada ambaye ni mwanamazoezi anaitwa Miss Molly, yeye bwana na yeye pia alikuwa akimuita Harmonize anko. Kwa hiyo moja kwa moja bwana imeishaeleweka kwamba Harmonize bwana hii ngoma ameimba akiwa ameidedicate au ameelezea true story kumhusu yeye na yule bidada Miss Molly, ambaye kwa habari za ndani kabisa ambazo tumezipata hivi karibuni inasemekana kwamba wameachana. Akaendelea hapa Harmonize kusema kwamba ni mzuri my good company, a, yani alikuwa ananipa company nzuri a, tushawasema watu sana, night calls mpaka tunacheka sana, but you know, after few shots of alcohol eh, what next? Shida ilianzia hapo, like anakuambia uh, kwamba huyu bwana ni rafiki yake. Hii nyimbo ameimba kuhusiana na rafiki yake ambaye walikuwa wamezoeana sana, walikuwa wanapeana company, walikuwa ni marafiki ambao wanafaana, wanapiga story sana wakikutana, wanawasema watu, lakini wakishalewa tu, unaelewa kabisa nini kinafuata. So hiyo ndio ngoma namba 8 katika album ya Harmonize ambayo inatarajiwa kutoka hivi karibuni ambayo inakwenda kwa jina la 31. Lakini upande wa pili huku, bwana Platinumz Diamond wala hajafeli feli wala kuchelewesha mambo, yeye tayari amesha release kazi yake moja kwa moja. Na kusema ule ukweli bwana, ngoma ya Diamond Platinumz bwana, ime catch momentum haraka mno, yani ngoma ya... Harmonize, Konde Boy ina kechi momentum sio ya kawaida. Mpaka tunavyozungumza sasa hivi bwana, ni kwamba ngoma hiyo bado eh, ngoma ya Diamond, Platinumz, inakimbiza kiasi kwamba eh, wadau wameshaanza kuzishindanisha, japokuwa huku Harmonize ya kwake bado hajaitoa, amesema kwamba itatoka kwenye albamu yake, lakini Diamond ndiye alivyoachia kionjo tukaachia na mwiba wenyewe umeshakwenda lakini hapa wadau bwana walipewa, walipewa hii homework kwamba e, bwana, nani ametisha zaidi katika hizi ngoma mbili, hiyo e, love story hiyo e, e, best friend e, ya Harmonize ambayo mwimbia rafiki yake ambayo inakwenda kwa jina la friend zone, na hii ngoma ambayo Diamond ameisha ameisha iachia. Sasa hapa bwana, wadau wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hizi ngoma mbili kwa sababu vionjo vimesikika na kila mtu ameishajua perception yake kuhusiana na hizi ngoma. So hapa bwana, kuna mdau amesema kwamba bwana, anayejua mziki ataona kwamba Harmonize ametisha, lakini huyo Simba anarudia sana kwenye miondoko ile ile, yani kama upike ugali na nyama kila siku. Hiyo nyimbo ya tatu sasa tokea atoe wimbo wake na Jux, miondoko ni hiyo hiyo, amekuja na Zuchu miondoko hiyo hiyo, yani ni kwamba kwa, kwa anayejua mziki atagundua kabisa, na anachosema Diamond, anafanya repetition of beats, melody miondoko alichobadilisha yeye ni maneno tu hapa e, bwana inaonyesha wazi kabisa. Kuna wadau wanasema kwamba katika sasa hivi hapa, kila nyimbo mpya ambayo Diamond anayoitoa miondoko ni ile ile, kinachobadilika ni maneno tu, lakini beat, melody na kila kitu vinafanana fanana. Ni kama vile ngoma ya tatu au ya nne sasa hivi Diamond anaitoa, lakini inakuwa inafanana na nyimbo nyingine ambazo ameshazitoa hapo awali. Kwa hiyo kwa upande wake yeye huyu mdau hapa amekuja amecomment akidai kwamba eh, Harmonize ame, anakuja na, na, na kitu tofauti tofauti kila mara anapokuja kutoa nyimbo mpya. Lakini kuna mwingine hapa amekuwa na maoni tofauti, yeye amekuja hapa ameandika moja kwa moja kwamba kwa wale wa upande wa damu pia na mzigonga like hapa. Aya, mwingine anasema kwamba bwana Simba la Masimba Dangote eh, ameachia kitu cha maana kabisa kimenyoka. Kuna mwingine huyu hapa bwana Harmonize, Harmonize, Harmonize, Harmonize ametisha sana Konde Boy. Kuna mwingine bwana, dakika mbili nyingi, huu sio muda wake, wengine tunafanya ma... okay. <laughs> kuna kweli, mimi huwa napenda sana melodi za Harmonize ila Diamondi napenda kuona mbwembwe zake, alafu baada ya hapo nasikiliza nyimbo za Harmonize. <laughs> Kuna mdao anakuambia kwamba kwa upande wake yeye anapenda sana melody za Harmonize Konde Boy, lakini kwa upande wa Diamond bwana, yeye kinachomfurahisha kina ni mbwembwe ambazo yuko nazo katika nyimbo ambazo anazozitoa. Ya so, na wewe pia ukiwa kama mdao bwana, hebu tuwekee maoni yako katika comment section hapo, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.